Hisia zangu sehemu ya tatu ilipoishia. Basi wakaanza safari, huku wakisema jioni watakuwa tayari wamerudi. Wakaondoka pamoja na mbwa mmoja mkali sana anaitwa Sili. Basi mimi nikarudi tena kitandani kulala lakini kelele za jogoo na mifugo mingine nikajikuta nashindwa kulala kabisa. Basi nikaamka nikiwa sijanawa hata uso wangu huku nikiwa na kimini changu bila hata chupi ndani. Nikatoka nje nikaanza kufungua banda la kuku na bata kisha nikaenda moja kwa moja mpaka kwenye banda la ndama nikawafungulia ili waende kwa mama zao. Endelea. Hali ya hewa ya mkoani Shinyanga ni kawaida tu, aina baridi wala joto. Kwa hiyo mimi kutoka na ile mini yangu fupi bila chupi haikunipa shida. Ilikuwa ni mini fupi sana, kiasi kwamba nikiinama mambo yote hadharani. Hata hivyo, sikujali, maana nyumba yetu ilikuwa na uzio. Uzio ulizunguka nyumba yetu kutokana na wingi wa mifugo, alafu pia kujikinga na wanyama wakali kama fisi na mapaka pori, kenge na hata nyoka. Hivyo nilikuwa nipo huru. Hata hivyo, nilikuwa nipo peke yangu nyumba mzima, hivyo naamua vyovyote vile. Kiukweli, jinsi nilivyokuwa, endapo angetokea mwanaume ghafla, sijui ningesemaje, kama sio kubakwa tu. Basi, nilipomaliza kwenye banda la ng'ombe, nikaenda moja kwa moja mpaka walipokuwa wapo punda. Sasa nilipofika karibu wale punda, wakajua nimekuja kuwatoa bandani au nimeleta chochote ili wale. Ndipo wakachachawa na kuanza kuinuka maana walikuwa wamejilaza. Nilishtuka sana mpaka mwili mzima ukanisisimka baada ya kumwona punda mmoja dume aliyekuwa kalala akiinuka huku mashine yake kubwa ikiwa ipo nje nje kabisa. O, jamani ana sude lefu na mnene huyu punda du, nilijisemea kimoyo moyo mwenyewe huku nikimtazama bila kuchoka yule punda dume Nilimtazama mpaka usoni jinsi alivyo mbaya, nikaamini kumbe hata wanaume wenye sura mbaya watakuwa na dude kubwa. Basi nikiwa naendelea kumtazama yule punda dume, nikajikuta napata hamu na kuanza mwili ukizidi kunisisimka maradufu. Basi kwa kuwa huwa nawalisha chakula kila siku na nimeshawazoea, niliingia ndani ya banda, nikawapa pumba maalumu iliyochanganywa na magadi. Sasa wakati nimeinama nikiwa bize kuweka pumba kwenye chombo chao cha kulia, kumbe uchi wangu unaonekana kwa nyuma machoni mwa yule punda dume. Sasa nikiwa nimeinama, nilihisi kama naguswa guso matako yangu jilani kabisa na himaya ya papachu yangu, ila sikujali, maana hawa ni wanyama tu, hawana akili za kuweza kutambua kama nipo uchi. Mara ghafla yule punda dume akanipanda mgongoni, nilitaka kuanguka ila nikawahi kushika banda maana alikuwa ni mzito sana. Basi nikiwa bado nimepigwa butwaa, nikawa nahisi ume wake mrefu ukinigusa gusa. Nilipochungulia nikaliona dude lake refu na jeusi likiangaika kutafuta shimo la utamu wangu. Niliogopa sana nikajivuta mpaka nikatoka kwa yule punda dume, lakini nikamwona bado ananifuatilia. Basi kwa haraka nikafunga mlango wa banda kisha nikasimama nje nikawa namtazama yule punda, huku mapigo yangu ya moyo yakienda mbio kwa woga. Nilistaajabu sana alichotaka kufanya yule punda. Basi nikajigusa kwenye papachu yangu, kulikuwa salama kabisa, ila ute-ute ulikuwa tayari umeisha anza kutoka wa kutosha. Hata mimi nilikuwa na hamu ya kufanya mapenzi tena sana, ila nilihofia kuumizwa na lile dude lake lefu na kubwa mno. Basi nikarudi zangu nikamimina maziwa fresh nikachukua viazi nikaanza kunywa taratibu. Nilipomaliza kunywa maziwa fresh nikafanya usafi aina zote pale nyumbani, kisha nikaenda sebureni nikakaa nikawasha TV nikaendelea kuangalia vipindi mbalimbali mbali, huku lile tukio la punda likiwa bado kichwani mwangu. Je, nini kitaendelea? Laiki koment ili ije tena itaendelea.